Habari. Karibu ah, tena katika chaneli yetu ya Kibuti TV. Na wiki hizi mbili tatu nimekuwa nikizungumzia kuhusiana na platforms za uwekezaji ambazo zimejitokeza zime sana miaka hii kumi ishirini ya hivi karibuni, lakini mwaka jana na mwaka huu zimekuja nyingi sana kwa mfululizo, tofauti na miaka ya nyuma ilivyokuwa inakuja moja mbili, halafu zinaanza vizuri vyema, watu wanapiga pesa, halafu baadaye zinapotea wakishaingiza zao faida. Sasa mwaka huu zimekuwa nyingi sana, mwaka huu na mwaka jana mwishoni zimekuwa zinakuja a, nyingi nyingi nyingi sana, nyingi mno, nyingi na kila moja ikiwa nakuja na na, na hali zake tofauti tofauti kuna ambazo uh, uh, wanakuambia ukiingiza shilingi elfu kumi unalipwa elfu moja kwa siku. Wengine ukiingiza elfu ishirini unalipwa elfu tano kwa siku. Kuna zingine ukiingiza elfu thelathini unalipwa asilimia fulani hivi, asilimia kumi na tano ya pesa yako ama asilimia tatu nne tano na hivyo, na nyingi nyingi nyingi nyingi sana, ambazo uh, kwa watu ambao ni wanasaka pesa wengi huzikimbilia, uona kwamba ni fursa uh, ya kutoka kwa sababu kila mtu anatamani awe na kipato changalau kuna hela ambayo inaingiza kwa siku. Sasa uh, leo ningependa tena niendelee na ushauri wangu ule ule kwamba kuwekeza huko sio mbaya, ila pia si nzuri sana uh, maana ule ni kama kubeti tu, unakupata na kuna kukosa. Sasa watu wengi wameklemisha kwamba ikisha ikiwa mpya basi ndio muda wa kuwekeza, wanakimbilia wanaingiza pesa mingi, alafu zinapotea. Ni kwamba hatujui hawa watu wanapokuja malengo yao ni yapi, kwamba wamepanga wakae wiki moja, wamepanga wakae wiki mbili, wakae wiki tatu, mwezi ama mwaka, hizo ziko kichwani mwao wao sasa cha ushauri ni kwamba, uh, usikimbilie platform ambazo zina ahadi uh, kubwa kwa pesa ndogo. Mfano, uh, uh, anakuambia unaingiza elfu ishirini unalipwa elfu tano kwa siku. Sasa jiulize, hiyo elfu ishirini yako ni anaizungushaje zungushaje yeye apate faida na wewe upate faida, kwa sababu hakuna mtu anagawa pesa bure Unaona? na ni biashara gani ambayo ni utaipokea kwamba wewe uuze upate pesa uizalishe umlipe huyu mtu alie wazima pesa, kwa sababu unapoweka pesa yako ni kama vile unamkopesha yeye afanye kitu akuingizie wewe faida. Sasa ni bora kukimbilia ambazo zina marejesho madogo madogo, yaani faida zake ni ndogo ndogo, na ndio ambazo zinadumu muda mrefu. Sasa uh, nitaweka listi ya baadhi ya hizo platforms ambazo zinadumu muda mrefu na zile ambazo hazijadumu muda mrefu zimekimbia, na kuna ambazo bado zipo hatujajua zitadumu muda mrefu ama na zenyewe zitaondoka zita haraka haraka. Ila pia nitazishare ili kwamba uziangalie. Ukiwa na swali, tafadhali nifate WhatsApp nambangu, nitaweka hapo chini, nifate WhatsApp ili niweze kukueleza kiundani zaidi kuhusiana na hizo platform na tushauriane pia vile vile uwekezaji upi ambao ni mzuri kwako kwa ambao utakuingizia wewe faida. Asante usisahau kusubscribe hapo chini ili kupata taarifa nyingi zaidi kuhusiana na hizi platform ambazo mba zinakuja mpya na faida zake na hasara zake na ushauri pia wa namna gani ya kutambua kwamba hii ni mbaya hii ni nzuri na ni namna gani uwekeze Sante, karibu Kibuti TV.